Hi guys, jioni ya leo mimi na rafiki yangu tuliamua kutembelea stendi ya makumbusho kwa lengo la kula vyakula tofauti tofauti vya Kiswahili. Tulianza na meza ya kachori. Ni chakula cha Kiswahili kinachopikwa kwa kutumia viazi, unga wa ngano. Wapishi wengine huenda mbali zaidi kwa kuchanganya rangi njano au nyekundu. Ili uweze kuinjoi kachori lazima kuwe na udambwi. Udambwi pilipili yenye tango, limao pamoja na ukwaju. Hapo pembeni utaona vibagia, supu ya pweza na pweza mwenyewe. Hii ndio laif ya mtanzania halisi, simple but full of flavor. Ukiona meza ya kachori basi jua pembeni kidogo kuna kinywaji baridi cha bei ndogo. Hapa nazungumzia juisi ya mua. Don't play with this one hii ndo energy drink ya asili. Forget about all the energy drinks you have ever had. Maisha sio mabaya kama wengi wanavyodhani. Watengenezaji wameendelea kuipa thamani kwa kutia vikorombwezo kama limau na tangawizi. Hu hey, saidi kula kachori na juisi ya moto na shiba. Hatukuishia hapo, tukachukua boda na kuelekea cash and carry. Huwezi kusema umekula uswahilini kama bado hujala zege, simple delicious and affordable. Kwa Tanzania, chipsi yai ilianza kuwa maarufu kwenye miaka ya 80, baada ya wauzaji kugundua wateja wao wanapenda chipsi iliyochanganywa na mayai. The best part, chakula chetu kikawa tayari. Hapo ilitupeleka chipsi yai, lakini we sio kwa hizi chipsi hatukuwa na budi kuchanganya moja, chips yaye kipaja, mwingine chips kavu na kidali. The food was 10 over 10. Tuambie chomi, unaweza kupitisha siku ngapi hujala zege? Tuambie kwenye comments.